Balozi Kusiluka akiwa na viongozi wengine wa ofisi ya Rais akiwemo mshauri wa rais masuala ya habari na mawasiliano Tido Muhando na mkurugenzi wa mawasiliano ya rais Ikulu amekutana kwa mara ya kwanza na maafisa habari hao jijini Dar es Salaam. Kusiluka akatumia jukwaa hilo kuwaeleza umuhimu wa kuunganisha serikali na wananchi. Simameni katika nafasi yenu, katika katika hilo Nasema hili na yenta sasa sababu watumishi wa serikali wengi huwa ni waoga. Huwa ni waoga, jambo linaharibika yupo na baadaye na anasema na mimi nashangaa. Na mimi nashangaa kama nashangaaje na na, na, na wakati wewe ndio mtaalamu haiwezekani, ay, ujue unaihujumu serikali kwa kufanya hivyo na hujumu mwajiri wako. Uwezi kaa kwenye private sector, a serious private sector, kwanza kusema na mimi mpua na shangao. Tuwe, tuwe imara, sure, kwa hiyo tuetuwe imara tunaekishua kwamba tunasimamia taaluma zetu. Ni wachache sana ambao walisha wai kuwa uh, uh, na wakadhurika kwa kusimamia taaluma zao. Unaweza kaanguka, lakini ukija kunyanyuka utanyanyuka vizuri zaidi. Kwa upande wake mshauri wa rais masuala ya habari na mawasiliano, Tido Mhando akaweka bayana habari ambazo Rais Samia anataka maafisa habari hao kuzitoa. Nia yake kubwa ni kuhakikisha ya kwamba tunamwasilishia kwake habari ambazo ni sahihi, na hizi habari si za upande mmoja tu wala si za habari za hapa Dar es Salaam peke yake, ni habari ambazo ninyi sasa, kama wanahabari ambao mko mikoani, mtaweza kuweza kutupatia na kuweza kuziwasilisha katika njia iliyo rahisi zaidi. Na matarajio yetu ni kwamba popote pale ambako mtakuwa mtaweza kuhakikisha kwamba mnatupatia habari sahihi, habari ambazo wananchi wa kule maeneo mlioko watakuwa wanahitaji. Naye mkurugenzi wa mawasiliano ya rais Ikulu, Bakari Machumu, akaeleza umuhimu wa kikao kazi hicho. Tunataka kuchukua hatua, kufanya yaliyo ndani ya uwezo wetu ili tuweze kusonga mbele. Hatupaswi kuwa na ukame wa simulizi za manufaa miguso na tabasamu linaloachwa kwa makundi mbalimbali katika jamii ambayo kabla yalikuwa kwenye hali mbaya katika huduma za afya, elimu, maji salama, nishati na mapambano ya umaskini. Mkutano huo umekutanisha maafisa habari mia tano kati ya zaidi ya mia nane nchi nzima, ikibeba kauli mbiu ya utu na mawasiliano yenye uwajibikaji. Esta Bila Malisa, Azam News, Dar es Salaam <muchos>